Yes, hatufanye uhamasishaji tu pia kwa wanawake kwa sababu nyie pia na nanyie ndio kiungo kikubwa ambacho mnabeba kirusi hicho. Kwa hiyo pia tutawashauri wale ambao wajatairiwa nao watairiwe kwa sababu unajua ambao wajatairiwa nabeba pia magonjwa, okay. yes. yeah. Kuzingatia hey, usafi yeah, wa mwili pale unapotoka kufanya ngono hakikisha mm, unaoga kabla kumuingilia labda mwenzako kwa sababu kuna wanaume mwingine atoka labda kufanya ngono na mtu fulani hajaoga anaenda tena kwa okay. hiyo kile okay, kile kirusi amekibeba anapeleka kwa mke wake. Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambayo yanatajwa kuwa na wagonjwa wengi wa ugonjwa wa saratani ya mlango wa kizazi, na serikali imekuwa ikifanya jitihada kubwa kuhakikisha inanusuru wanawake kutoka kwenye hali hii ambayo imekuwa kwa namna moja ama nyingine na inaathiri hata shughuli mbalimbali za kiuchumi. Na leo katika studio zetu tume pata wageni kutoka shirika la Women Viva Foundation, Madam Sara Kiwale na Madam Irene Dennis, karibuni sana na wao. Wanakuja na mradi wao wa Jali Afya, ni mradi ambao umelenga kuhamasisha wanawake ufanye uchunguzi e, wa e, saratani ya mlango kizazi kujua hali yao kwa ujumla, ili kuweza kukabiliana na janga hili. Karibuni sana kwenye studio zetu za Stein TV. Asante. Madam Sara eh, tunazungumzia kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi kwa mtu ambaye haelewi, na wengine watu wazima hawajui manake, uh, hmm. manake ni nini saratani? Manake ni ukuaji wa chembechembe -chembe hai ama seli hmm. bila mpangilio Okay. Lakini tunaposema, kuna tunaposema saratani ya mlango wa kizazi mm. mlango wa kizazi ama cervix mm. uh, ni njia mm. ya njia iliyoko kwenye kizazi kuelekea kwenye uke mm. ambapo inapitisha inapitisha vitu vingi mm. inapitisha mbegu za kiume kuelekea kwenye mirija ya uzazi mm. inapitisha damu ya hedhi mm. na inapitisha pia mtoto wakati mm. wa mwanamke kujifungua mm. Saratani ya mlango wa kizazi ni mabadiliko mm. ya zile chembe chembe hai ama seli mm. zilizoko kwenye mlango mm -hmm. na wa kizazi, hiyo ndo saratani ya mlango wa kizazi. Na mnakuja na mradi wa Jali Afya, pengine kuna kitu ambacho mmekiona ambacho kimwasukuma ninyi kama taasisi ya Women Viva Foundation kuja na mradi wa Jali Afya. Ni kitu gani ambacho mmeona hapa pengine tunapoelekea inaweza kuwa mbaya zaidi, sasa tuingie mtaani kufanya kazi? Okay. Uh, tumeamua kuja na mradi huu wa Jali Afya hmm. kwa sababu saratani ya mlango wa kizazi hmm. ni saratani ya nne hmm. kote duniani ambayo inawaathiri inawa, inawa, inawa wanawake. yes. ndo maana tuliamua kuchagua Jali Afya, Jali Afya. Ehe, kufanya uhamasishaji wa, wa saratani ya mlango wa kizazi <laughs> tuna, kuna asilimia tuna, idadi ya watu FC, wanawake elfu sita mia mbili arobaini na moja mm. mm. ambao wanaugua saratani ya mlango wa kizazi Sa. na kati ya elfu sita mia mbili arobaini na moja elfu nne mia tatu thelathini na tano hufa kutokana okay. na saratani hiyo okay. yes kwa hiyo asilimia arobaini ya wanawake mm. wa Kitanzania wa Afrika Mashariki kuanzia mm. miaka kumi na tano na kuendelea mm wapo katika hatari ya kupata saratani hii ya mlango wa kizazi ndio, okay. maana tulichagua mradi huu uweze kufanyika katika mkoa wa Kagera kutokana, hmm. na wanawake wengi wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka ukanda huu okay. na hao, ili kundi hili liko kwenye athari zaidi ya kupata maambukizi ya saratani ya mlango wa kizazi. Mwingine anaweza kajiuliza hii saratani inakujaje? Yani nyuma yake yani visababishi, sababu ambazo zinafanya zinapelekea mpaka mtu anapata hiyo saratani ya saratania. Lako, kizazi. Visababishi mm, vipo vingi vya saratani hii mm, ya kwanza ni kufanya ngono isiyo salama mm, kwa sababu kirusi hichi cha HPV anakibeba mwanaume mm, na pia wana, wanawake wanaojihusisha na biashara ya ngono mm. Mm. wanawake wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi mm, na wako kwenye hiyo wako watu wengi mtaani ambao hawajui hivi vitu, wanasikia tu na wanatazama kwenye vyombo vya habari saratani. Kuna mwingine anaweza akahisi kwamba labda ugonjwa huu ni wa watu eh, fulani fulani. Nataka sasa tuondoe hiyo gap kwamba ni ugonjwa huu unaweza kumpata mwanamke yeyote. Na ni watu gani ambao wako kwenye risk sasa? Yani, umezungumza watu wenye HIV lakini tuzungumzie yale makundi ambayo ako kwenye risk. Mm. Makundi ambayo yako kwenye risk ni mabinti ambao wameanza ngono wakiwa katika wa umri mdogo, wanawake ambao wamejifungua kwa mara nyingi mm. labda zaidi ya mara tano mm. na kundi hilo bado la wanawake wanaoishi na maambukizi ya virusi vya mm. UKIMWI mm. na wenyewe wako bioni bilioni mm. yeah. Sar saratani ya mlango wa kizazi inakuwa hata, inakuwa hatari kiasi gani? kuna sehemu likuwepo na soma kwamba kuna hatua kwanza sa so, hatua mbaya zaidi tatu mpaka nne na hao ndo wamekuwa ni wagonjwa wengi wanaokwenda au, hospitali kwa mfano, nasoma ripoti ya mwaka jana hospitali eh, ya Bugando inapokea zaidi ya wagonjwa elfu arobaini na sita na wengi zaidi ya asilimia sabini themanini 80 wanajikuta wako kwenye hatua ya tatu ya yani, nne ambao ni mbaya zaidi. Hatari yake ikoje? Kwanza tujue kwamba saratani ya mlango wa kizazi kwa kipindi cha awali haionyeshi dalili okay. Okay. Okay. E, kawaida tu kila kipindi cha awali kabisa, mm -hmm. haiwezi kuonyesha dalili koyo, kwa hiyo sio rahisi kwa mwanamke kujua kwamba sasa hivi nina maambukizi ya saratani ya mlango wa kizazi. mm -hmm. inavyokuwa inaendelea kukomaa ndipo inaanza kuonyesha dalili. Mwingine anaweza kahisi maumivu chini ya kitovu, chini ya tumbo, mwingine mm -hmm. anaweza kawa anapata ile hedhi ya mara kwa mara, mm -hmm. yaani labda tuseme, ameingia sasa, ameingia kwa hizi siku tano amepumzika siku moja, siku nyingine tena inaanza, siku labda ya saba inaanza. yes. mwingine anakuwa anatoka na harufu mbaya, maji maji yenye harufu mm. mbaya ukeni mm. yeah. Sasa kutokana na ile dalili zile za awali kutokuweza kujulikana ndio maana mm. inapelekea mtu unakuta amekaa muda mrefu mpaka anakuta ile saratani imesha koma. Kwa hiyo ndio maana wanashauri kwamba watu wa, wanawake wawe wanaenda kupima mara kwa mara, kwa sababu kama mtu ataenda kufanyia uchunguzi ule wa aka, akaenda kufanyia uchunguzi akagundulika na ile stage ya awali, ile inaweza ikatibika. kao okay. Yes. Wana kuna vipimo vitatu ambavyo wanavitumia kwenye kufanya uchunguzi huo. Kuna kipimo cha pap smear, kuna kipimo cha HPV DNA test, alafu kuna kipimo cha VIA Yes, ndo vipimo ambavyo vinatumika kumfanyia chunguzi mwanamke mwenye saratani ya mlango wa kizazi. Ni njia gani ambazo sasa mnakwenda kuzitumia sasa kuhakikisha mnawafikia wanawake wengi? Okay. Kwanza mradi wetu unafanyika mkoa wa Kagera hmm. na mkoa wa Mwanza hmm. na katika mkoa wetu wa Kagera tutafanya katika wilaya tatu hmm. Bukoba MC, Misenyi na Mleba, mradi hmm. yes. uh, huu utalenga kufanya uhamasishaji mm -hmm. juu ya saratani ya mlango wa kizazi, kuwaelezea wanawake nini maana ya saratani ya mlango wa kizazi mm -hmm. nini athari zake yeah. na kuwashawishi waweze kufika kwenye vituo husika na kufanyiwa uchunguzi mm -hmm. na kufanyiwa matibabu yale ya, ya awali kwa ambao watabainika kuwa na maambukizi haya ya saratani ya mlango wa kizazi mm -hmm. Unapoanzisha mradi lazima uwe na target yeah. Yeah. kwa hiyo well, sisi tulitenga tulitenga target yetu tuliweza kuiklasifi kwenye kundi tatu. La kwanza ni kundi la wanawake wanaoishi na maambukizi ya virusi vya UKIMWI, wanawake kuwafikia zaidi ya elfu 65, lakini watakaobainika wana maambukizi ya saratani, saratani hiyo elfu 65 na wanawake elfu 45 ambao waishi na maambukizi ambao watagundulika na saratani hiyo ambao inaleta jumla ya wanawake laki moja na elfu kumi mm -hmm. Na pia licha hivyo tulimepanga kufikia wanafunzi elfu kumi mm -hmm. na nane mia saba ambao watapewa chanjo ya HPV okay. Lakini kwenye kwenye swala la, ku, la, la wanawake kuja kupima serikali imeweka, imeweka ile service kwa huru bure. Bure kabisa yes it's free okay. Wanawake wanakuja wanafanyiwa uchunguzi na kuanza kufanyiwa matibabu yale ya awali Nikani vitu vyote vinavyopatikana, huduma hii, tutakuwa tunapita nyumba kwa nyumba tukifanya uhamasishaji. okay. tutakuwa tuna mikutano ile ya adhara, yeah, kwenye okay. yes. magulio maguliona, mm -hmm. yeah. sehemu mbalimbali ambao tutaomba okay. mikutano kwa viongozi okay. wa serikali yes. na tutafanya mikutano ya kutoa uhamasishaji na uelimishaji kuhakikisha okay. wananchi wanapata elimu sababu. Okay. Yes. So, saratani hii haihusiani tu na mlango wa kizazi, zinakuwa iko kwenye sehemu tatu. Saratani hii ya inakuwa inajumuisha saratani ya mlango wa kizazi, saratani ya matiti okay, na tezi dume na wanaume na tu okay. Yes. <inaudible> hatufanye yes, uhamasishaji tu pia kwa wanawake kwa sababu nyie pia yeah. Na, na nyie ndio kiungo kikubwa ambacho mnabeba kirusi hicho, kwa hiyo okay. Pia tutawashauri kwa wale ambao wajatairiwa nao okay. Watairiwe kwa sababu unajua ambao wajatairiwa nabeba pia magonjwa kuzingatia, okay, yes, yes. yeah. Usafi yeah. wa mwili pale unapotoka kufanya ngono hakikisha, mm. unaoga kabla ya kumuingilia labda mwenzako, kwa sababu kuna wanaume mwingine atoka labda kufanya ngono na mtu fulani hawajaoga anaenda tena, kwa hiyo kile, okay. kile kirusi amekibeba anapeleka kwa mke wake okay. tuzungumzie chanjo ya HPV kidogo, unaongeza anasikia tu chanjo ya HPV hii hmm. uh, hii chanjo inapewa kwa mabinti kuanzia miaka tisa mpaka hmm. kumi na nne okay. Okay. ambao hawajaanza kujamiana kwa okay. sababu wanasayansi wanasema kwa hmm kwa yule mwana kwa, kwa, kwa, kwa watu wame, ambao wameanza au ile rika dogo ambao wameanza kujamiana hmm. Ile chanjo huwa haifanyi kazi ipasavyo, ndio okay. maana wanashauri miaka tisa mpaka kumi na nne ambao hawajaanza yes. kitendo cha kujamiana na mnajuaje? kwa sababu sasa hivi hali nadhani kila mmoja anaifaa kwanza au ndi tunasumu kwamba kwa umri huu tunashumu kwamba kwa umri kwa kwa wa miaka tisa mpaka kumi na nne ajaanza vile yeah. vitendo yeah. vya mm. ngono. nyuma ya mradi okay. Okay. wa Jali Afya eh, hamfanyi peke eh, bila yeah. shaka wako wataalamu na eh, watu wengine ambao pengine mnashirikiana nao yeah, kwenye huu mradi ya kwenye huu mradi tunashirikiana, kwanza Wizara ya Afya ndio yeah. inatusimamia okay. katika ngazi ya kitaifa na kimikoa na wilaya mm. uh, pia tuna wadau wa TAMISEMI mm. yes. tuna wadau kama makofa mm. tuna wadau kama Takades. okay. yeah team chini huku mmejipanganya? Kwa sababu kama ni mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, maana yake inabidi mwe. Yes, tuna tuna tuna kwanza tuna wahudumu ngazi ya jamii. Okay. Ah, uh, tuna mafield officer Like, wanawaita maafisa shamba kwa okay. Kiswahili then tuna ma DPM hawa ni district project managers. Wao ni okay. wanahusika kwenye wilaya zao husika okay. Alafu tuna regional project manager yeye anahusika kwenye mkoa wake mzima ya, alafu tuna project manager ambaye anasimamia okay. mradi wenyewe husika alafu tuna watu wa utawala Okay. O, kundi zima, timu nzima wakuruvenzi kazi zi, tunakuwa kazini. Okay.